madhehebu mbalimbali, uongo kweli? Niwaulize uizi, mtu akiiba kuku, akiiba kuku ni dhambi, sio dhambi? Ni dhambi. Akiiba shilingi moja ni dhambi, siyo dhambi? Bwana afande huyu mwenye nyota atamkamata, amkamati. Kinachonishangaza ni moja, maapande wangu, kuna chama a kinaiba kura nakimbia na masanduku lakini wanashindwa kuwakamata. Sasa simseme apande, ninajua yeye anaagizwa kama alivyoagizwa askari wa magereza kule Manyoni, akaenda kupiga mtu risasi akakimbia na sanduku la kura. Na kukimbia sanduku la kura ni dhambi sio dhambi? Nikiwauliza Chama cha Mapinduzi kuwafanya wakimbia na masanduku ya kura ni wezi tu, wezi wezi anatakiwa afanywe nini? Sasa tukuja na no reform no election, ndio namna ya kuwakamata wezi, ndio namna ya kuondoa wezi. Sasa kama wizi wa shilingi elfu tano ni dhambi, namna wakamata anaondoka na kura ambayo inakuhujumu maisha yenu wananchi kwa miaka mitano. Tunahitaji kurudi nyuma, ni kwenda mbele, kwa mbele tunadai kitu ambacho ni cha katiba. Basi naomba mrejee katiba ya nchi, sura ya nane ibara ya nane inatuambia hawa ndio mamlaka, mamlaka ya nchi, sio Samia. Samia nimeajiriwa Samira ni majibiwa. Unapomajiri mtu kwenye shamba lako, ukisha mwajiri, wengi wanampa masharti. Sasa niwaombe kwa sababu msina muda, naomba yafuatayo. Ya kwanza, siku ya kupiga kura, ukiamua kulala kitandani kwako apande atakuja kuwacha, lakini usipoende pale uchaguzi utafanyika. Wao utakuwepo, sio utakuwa hujapanga utapiga kura na wapili na watatu wa na watano kaanga wote, msipotokea uchaguzi utakuwepo. Kamanda huyo atakukamata, tutakuwa tumeleta kurugu. Kamanda, tuko na amani kabisa, wala hamna mabomu tena, sio? Mimi nawaombeni, kuna fomu itapita hapa, makamu mwenyekiti atalisemea pia. Tunahitaji kujaza hizo fomu kila moja leo, msiondoke hapa. Kama hakuna fomu za kutosha, kama mwenyekiti wako wa wa jimbo, kama viongozi wenu wawapatia fomu, mzijaze hata mpaka saa mbili. Hiyo haihitaji kibali cha polisi, sawa? Jamani, jazeni fomu tunahitaji maboksi na maboksi ya jai milioni kumi na tano tupeleke kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mekuta kuona. Najua wameanza kujibu, wameanza kupanik, wameanza kujadiliwa. Leo mchana huu kura inapigwa Ubelgiji kwenye bunge la Ulaya juu ya Tanzania. Tukaze hapo hapo tua tukipeleka umoja wa Mtaifa milioni kumi na tano tunawapa hao hapo wa Tanzania, kwa mjibu wa ibara ya nane. Wamesema mwaka huu kama hakuna mabadiliko, hakutakuwa na kura, kwa sababu tunataka kutunza sheria zetu vizuri. Miji wameshindwa kumkamata mwezi wa kura, wa kura, wameshindwa kumkamata. Wananchi wanajua haki yao na watamkamata mwaka huu. Asanteni sana na wachea pamoja.